Na kwa tamko hilo Clement Waibara akawa ni mbunge wa zamani wa Gatundu Kaskazini baada ya mahakama kuu kutupilia mbali uteuzi wake. Akitoa wa uamuzi huo, jaji Fred Ochieng alisema uchaguzi wa Gatundu Kaskazini uligubikwa na udanganyifu na madai ya hongo. Jaji Ochieng pia liikosoa iliyokuwa tume ya uchaguzi ya ECK kwa kutowajibika katika majukumu yake, kwa kuwa haikushurutisha wasimamizi wa uchaguzi kutia saini fomu 16A, lakini kubwa pia katika uamuzi huo ni kwamba mahakama kuu imetoa agizo la kulizuia bunge kutangaza kiti cha Gatundu Kaskazini kuwa kiko wazi kwa muda wa siku nne, ili kusubiri uchunguzi wa polisi kubainisha madai dhidi ya Waibara walimtumia rafiki yake kumfanyia mtihani wa kubaini iwapo yupo fasaha katika lugha ya Kiingereza na Kiswahili, sharti muhimu la mgombea yoyote wa kiti cha bunge. Waibara hata hivyo walitangaza mara moja kuwatakata rufaa dhidi ya uamuzi huo na pia aliikosoa mahakama kwa uamuzi huo. I'm um, thankful for the service that I've given them and I will continue to serve them I will still contest. And the seat. I know the seat. Yes. The seat. And I know, people of that, the, North of Gatundu North eh, uh, did justice to me. Lakini kama ilikuwa karaha kwa Waibara mtangulizi wake Patrick Mwiruri alikuwa na kila la kufurahia. I'm I'm feeling good. I'm feeling good. very good my dear. <laughs> Today is Friday. You come, we go for Mugidi with you. Waibara anakuwa mbunge wa kumi na mbili katika bunge hili la kumi kupoteza kiti chake kupitia kesi mahakamani. Munira Muhammad, KTN Leo.